Mambo vipi, mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media. Sasa mapema hivi leo ikiwa ni dakika hamsini tu zimepita, Haji Sande Manara ameweza kuposti clip ambayo imeweza kuzua gumzo sana kupitia page ya Instagram, ambapo aliweza kuposti clip hii akionyesha gari fulani hivi jeupe, ambapo gari hilo aliweza kushuka manadada fulani akiwa amevalia nguo nyekundu, lakini pia na cheni fulani ya silver nzuri shingoni, lakini baadaye kuonesha picha hizo wakikumbatiana, wakishikana, lakini baadaye wakakaa katika meza moja wa kinywa na kuenjoy pamoja na kula chakula wakiwa wawili. Hicho ni kitu kipya lakini, caption aliweza kuandika kwamba time to start a new chapter. Cheers to new begins. Eh, hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Haji Sande Manara kama caption, yani kaandika kwamba uh, ni muda wa kufungua ukurasa mpya sasa alafu akaandika kwamba furaha kwa mwanzo mpya. Sasa klipu hii imeweza kuzua gumzo sana kupitia mitandao ya kijamii, japo haijajulikana hasa huyu mwanamke ambaye Haji Manara ameweza kushuka naye kwenye ndinga ni mwanamke yupi ama ni nani hasa? Watu wajijua. Ikumbuka e, hapo nyuma katika sakata la Manara aliweza kushauriwa na watu wengi sana, jambo la kubadilisha badilisha wanawake na kuwa wanawake tofauti tofauti pasipo malengo yote ya kufika mbali, kiwemo Hassan Makinyo, bondia huyu ambaye anafanya ngumi za kulipwa, aliweza sana kumshauri Haji Sande Manara, lakini mbali na hayo yote hata pia Mange Kimambi pia aliweza kuongelea mambo mengi kuhusiana na swala la Haji Sande Manara, lakini pia aliweza kukalia kitako ili swala na hii ni baada ya Haji Sande Manara kuachana na aliyekuwa mke wake Zailisa, na hii ni baada ya kurushana na maneno kupitia peji mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii. Sasa ukiangalia katika comment section kitu ambacho watu wame comment unaweza ukacheka kidogo eh, ikiwa ni moja hapo. Kigogo aliweza comment akasema kwamba wewe mzee utakuja kufa juu ya vifua vya hawa wanawake. Alafu akaja koment pia Carry Mastory akaandika kwamba nilijua tu humalizi mwezi. Haya <laughs> bana, huyu hapa anaitwa nkozala ankozala akaweza kuandika kwamba tuko na wewe mpaka mapenzi ya kuombe msamaha. Komenti <laughs> za wadau zinachekesha kweli kweli. Haya, huyu yeye yeah, akaweza kusema kwamba kuna jamaa kule anauliza unajiweza kweli kitandani alafu, akaflash na imi tatu za kucheka. Huyu hapa anaitwa Venlaiz, akaanza kusema kwamba ovyo kata mti panda mti mpaka uwe wa bluu. Mwingine akaeza kusema kwamba ni ukama. Haya, huyo hapa mwingine anaitwa Simon Mpoto akaanza kusema kwamba unaruhusu unaruhusuje kukaa kinyonge. Huyo hapa mwingine anaitwa Hamisi kwamba muda ni mchache sana, mambo ni mengi mno. Hii Kiswahili inaitwa kata mti panda mti, ila Haji umeshindikana ch, chuma kabisa kama simba. Haya, huyu mwingine, ya, Alberto Msande, ya, kusema kwamba le, le, gig, le big kaka eh Bugatti. <laughs> Kwa hiyo Haji Sande Manara kwa kweli ameweza kuchafua hali ya hewa tena, ikiwa watu wengi amewasurprise kwa kweli kuja na mwanamke mwingine mpya. Unazungumzaje kuhusiana na hichi kitu ambacho ameweza kionyesha Haji Sande Manara, kuonesha kwamba yeye ni mtu mwenye pesa muda wote, anaweza kavuta chuma bana. <laughs> hii inaitwa bandika bandua, panda mti kata mti panda mti eh. Mambo ni mazito kweli kweli. Hapa ni Blue House Bluhou. Mimi naitwa David Alexander Scodrizi, endelea kusubscribe ili uwe mtu wetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati. Asante. Hay, ndugu zangu, hmm. Najua leo mna harusi uko Nigeria mko busy na harusi lakini eh, kuna evidence zimenifikia hapa. Sio, mtakuwa mnakumbuka I think ilikuwa kama 2 years ago ndio nilianza kuongelea hiki kitu, kama miaka miwili sasa nasema kwamba Haji Manara anatembea na yule dada meneja wake wa wa mana ha Manara TV toka kipindi iko Nairobi, nika nasema, lakini Manara mwenyewe akakataa kabisa kwamba ile kitu sio kweli, kwamba mimi nimetengeneza tu ili watu mjue kwenye app, na kwa kweli sikuwa na evidence although kwamba nina habari ambapo ninaiamini, lakini sikuwa na evidence zozote. Well, leo evidence zimetufikia, na finally leo tunaweza kwenda kuiprove ile story. Kwa hiyo leo sina maneno mengi, leo mi naamwagieni tu evidence pale, na huyu dada ambaye ni mke wa mtu, si Manara amekuwa akitembea naye toka yuko na Ruby, toka e, kamaua Ruby kipindi chote iko na Zelisa pia e, ndoa yote iko na Zelisa pia, alikuwa an, anatembea na huyu huyu huyu meneja wake, kwa hiyo leo mi nawawekea tu evidence, sina maneno mengi wala nini ehe, nawawekea tu evidence anyway. Ya kwa wale ambao wanapenda mnapenda kudoubt story zangu pale ambapo nakuwa sina sina ushahidi, i think inabidi mjifunze eh kwa, si kama leo basi, mjifunze kidogo anyway. Basi niwakute kwenye app na kwenye subscription channel ya hapa hapa Instagram. Tuanze na story hii alafu tutaendelea na

ni wakute kwenye app na kwenye subscription channel yeah. Uh, um, mama anasikia degedege, si degedege dege. Mama anasikia kiharusi, si kiharusi, Mungu ananusuru. <laughs> ina raha yake yaani <laughs> asikwambie mtu, umbea una raha yake. Na asa, umbea ukiwa <laughs> ukisikia mtoto wa kambo kanyea kanya ya kisamvu ndo hii. Mtoto wa ka, kambo kamwaga mboga usiku ndo hii mama. Mtoto wa kambo adeki <laughs> nyumba inawaka moto, inafukuta hivi chalikwisha <laughs> Itaneni jamani, itaneni, itaneni itaneni, itaneti kwa sababu mnasikia raha na kiali hiki, mpate chakula cha ubongo kilichosheheni kisamvu, kilichosheheni mboga, kilichosheheni mazagazaga e, e, nazi tele <laughs> jamani, mi naona raha wezunduku, itaneni jamani, majirani Aga. Aga.

Namuona shoga ya mtu yupo pisha. Habari itaneni, sasa nakuja na evidence. Kudadadeke, naitwa Juma Lokole, gwiji la Dar es Salaam.